Usisahau kusubscribe kucomment kulike na kushare ili kuwa wa kwanza kupata habari mbalimbali kutoka Dar24 Media. Kwa nini majukumu na nini kinatakiwa kufanyike kwa upande wa vijana, yuko ndugu mwenezi kwa upande changamoto mbalimbali kwa sababu tunapata nafasi mara moja, changamoto ya umbali wa matawi, mambo mengi tunapenda kuyafanya, lakini kulingana na usafiri na uchumi wa vijana mdogo, hatuwezi kufanya kwa wakati, tunafanya lakini kwa kile ambacho tunataka kufanya, kwa changamoto ingine ile ya vijana wa kama kutangaziwa mkuu wa wilaya

kata kerebe inaundwa na matawi mawili ambayo ni tawi makibwa tawi kerebe jumla ina mashina 18 ndugu mgeni rasmi kata kerebe ina idadi ya wanachama waugole wa vijana wapatao 206 kwa mjibu wa ripoti ya usajili unaoendelea ndao kata kerebe ina vijana wengi wanajishughulisha asasa shughuli ya uhumi tunaendelea so kutoa mchango wetu wa hali na mali kufanya shughuli za utekelezaji wa ilani ya uchaguzi ishirini ishirini na tano, kuchachua swala la elimu katika kata ya Kedwe. Tuna mpango wa kuunda muunga mkono Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ndugu ta Samia Suluhu Hassan kwa kuweka kambi ya kujenga bweni na wasichana katika shule ya Bubile itwayo hiyo, kampeni hiyo itakuwa ni Samia ndogo. Tumefanya hivyo ili kupunguza aza ya wanafunzi wanaopata wanafunzi wa sekondari ikiwa miaki yake ya msingi. Kupitia baraza hili, ni wase vijana, watu wenzangu, tunaenda kushiriki uchaguzi. Tusiwe vijana wa kutumika, lakini tusiwe vijana wa kupokea na kuwa kuwa rushwa. Tusiwe vijana wa kutumiwa na wagombea wagombea, sisi wanatumia kama kalai kalai ndo juu Mama Samia Suluhu Hassan wakati anaingia madarakani juzi 2021 alipofariki hayati Magufuli GDP ya taifa ilikuwa 5.5. Sasa tunakuzungumza 2024 GDP ya taifa iko asilimia sita pointi mbili. Mama Samia madarakani alipokea miradi kubwa ya kitaifa ipokea SGR. SGR alipokea mradi huu ukiwa bado haujafikia kwa uzuri, lakini kufikia sasa SGR imesafirisha wasafiri

Kwa majina naitwa Musini Mohamed Musa eh, ni mjumbe wa baraza la Umoja wa Vijana wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Kagera kuwakilisha wilaya Mreba. Leo ah, nimebahatika kuhudhuria baraza la mafunzo la, la Umoja wa Vijana wa Chama cha Mapinduzi kata Kerebe. Ah, binafsi niseme Hili baraza kwanza alichojifunza ni namna matawi yote mawili yanayoiunda katakerebe yalivyo scattered lakini wajumbe walivyojitahidi wote kuadhiri ndani ya ukumbi kwa ajili ya kuhudhuria lile baraza. Ile jambo kwangu limenispaya sana. Nikaona vijana hawa ni vijana wa mfano ndani ya mkoa na wilaya kwa ujumla. Lika la vijana kwanza, ndio linalo tafutwa kutumika katika kuvuruga either, kwa namna moja ama nyingine mchakato mzima wa uchaguzi. Lakini mi niseme kama kijana kama vijana waliohudhuria hili baraza, na kama kiongozi anayewakisha vijana, niseme swala la ajenda ya uchaguzi sio ajenda ya chama cha siasa, bali ni takwa ya kikatiba. Kwa hiyo kama Chama cha Mapinduzi na vijana wa Chama cha Mapinduzi, sisi tunasema tutafuata katiba ya, ya nchi kushiriki uchaguzi, wala si katiba mm ya chama wala kulazimisha mtu kushiriki uchaguzi. Kwa majina ninaitwa Angelina Alifunsi, ni mjumbe wa kamati ya utekelezaji kata Kerebe. Leo tulikuwa na ugeni kwa ajili ya baraza. Binafsi nimefurahishwa sana na hili baraza, kwa sababu kwanza tumepata mafunzo ambayo wengine pengine tulikuwa hatujui, lakini pia nimefurahishwa na mwitikio wa vijana wali walioweza kuonyesha kuhudhuria hili baraza. Napenda na kuwataarifu na kuwaeleza kwamba kupitia baraza hili vijana wa kata Kerebe tuko imara. Nimefurahishwa na mafunzo yaliyotokea ndani ya baraza hili. Hilo swala nimelipokea vizuri sana na ninasema hatutakuwa makalai. Sisi tutasimama kutenda haki ilipo. Tutasimama kuchagua viongozi ambao tunaamini watatuvusha na kutupeleka sehemu salama. Kwa majina, naitwa Tobias Johni Ntemnyanda, mwenyekiti wa umoja wa vijana kata Kimwanga. Awali ya yote kwanza nimshukuru Mwenyezi Mungu aliyeweza kutusafisha kutoka huko tulikotoka kufika mpaka hapa Kerebe, na tumefurahi kwa kweli, tumekuta viongozi wa hapa wa chama na serikali kwa namna wanavyoshirikiana. Kwa kweli, hatuna shaka kwa kata hii mambo yatakwenda vizuri. Mafunzo niliyoyapata hapa kwa kweli, na mimi yawezekana nikaenda kufanya baraza kama hili lililofanyika hapa, kwa sababu kuna mafunzo mengi ambayo tumepokea kutoka kwa mwenyezi wetu wa wilaya hapa ametufundisha mambo mengi, na mwenyekiti wetu wa umoja wa vijana wa wilaya kwa kweli tumepokea mambo mengi, na mimi ninatamani siku za hapa karibuni kuitisha baraza kama hili ili kusudi vijana wangu na wao waweze kujifunza kama hayo waliyopata wa vijana wa kile. Usahau kusubscribe, Kucomment, kulike na kushare ili kuwa kwanza kupata habari mbalimbali mbali kutoka Dar24 Media.